Jina, ninaitwa Adelina Steven Nsangira ni mratibu wa kituo cha huduma ya maendeleo ya kijana na mtoto. Katika kanisa la KKT ushirika wa Sayuni Bugando kwa ushirikiano na mshirika mwenza, Compassion International Tanzania, leo tumefanikiwa kuandaa kongamano hili la afya ya akili ambalo limeenda kwa kauli mbiu ya afya njema ya akili ni msingi bora kwa ustawi wa jamii, tuvunje ukimya, tuondoe unyanyapaa. Tumeonelea kwamba tuna kuna uhitaji wa kuwa na kongamano hili hasa kwa watu wa jamii zetu wale watu wa kawaida tunaoishi nao, vijana ambao tunawalea, kwa sababu tunaendelea kusikia neno afya ya akili. Neno afya ya akili sasa hivi limekuwa likisikika sana, lakini kuna baadhi ya makundi katika jamii yanaonekana kubaki nyuma kidogo kupata elimu sahihi na uelewa sahihi kuhusiana na afya ya akili. Kwa hiyo tukaonelea kwamba kuna uhitaji wa kuwaita wanajamii pamoja, vijana na walezi na wazazi na wadau mbalimbali mbali kutoka katika jamii ili wapate elimu kutoka kwa wataalamu waliobobea wa mambo wa masuala ya afya ya akili na magonjwa ya akili wana saikolojia wana wanasihi na wadau ambao wamejikita zaidi kulingana na aina ya watu ambao tulihitaji wahudhurie wameweza kuhudhuria, lakini pia na mada tulizotamani zifikishwe zimefikishwa, na tunaona kabisa tayari kuna mwamko na uelewa mkubwa ambao wameupata kutokana na vitu ambavyo vimeongelewa katika kongamano hili. Huu kwetu umekuwa ni kama mwanzo, mwanzo ambao una ndoto kubwa na matumaini makubwa katika upande wa kada ya afya ya akili kama tulivyoanza kwa kufanya hili kongamano, kutoa elimu kwa jamii kwa ngazi ya chini kabisa ya jamii, ambapo tunaamini kabisa hawa leo ndo watakuwa mabalozi. Hii elimu waliyoipata leo itaenda kuishi kwa muda mrefu huko kwenye maeneo ambayo wanaishi, wataenda kuzungumzia afya akili katika katika muktadha ambao ni sahihi na wataitoa elimu ambao ni sahihi walioipata hapa. Lakini sio hivyo tu, katika vituo vyetu leo tumeweza kufanya ufunguzi wa klabu ambayo inawakutanisha vijana kuzungumzia changamoto mbalimbali ambazo wanakutana nazo, uzoefu wao kama wao kwa na, kujisikiliza na kusaidiana ambako makutano hayo yatakuwa nawasaidia wao kutoweza kuingia kwenye changamoto za afya ya akili kwa kuhisi kwamba ni wao tu ndo wana matatizo, lakini wakisikia wengine wa wanajua kumbe hiki kitu ni kitu cha kawaida, wiki iki kitu mwenzangu kilimpata akafanya hivi, lakini sio mbali. Mbali na hapo, katika klabu hiyo tuliofungua pia kutakuwa kuna mtu wa kugaidi ambaye atakuwa anasaidia kama endapo kuna kijana anaonekana kuwa na changamoto, anapitia hali ngumu ambayo inaweza ikaenda kumsababishia shida kwenye ustawi wake wa afya ya akili, basi ataweza kupata nafasi ya kupewa rufaa wa kuwaona wataalamu wa mambo ya saikolojia na mambo ya afya ya akili kwa ajili ya msaada zaidi.